Katika kila jina kuna hadithi, kuna matumaini, kuna baraka na kuna maono ya maisha. Jina tunalompa mtoto si tu wito wa kimwili, bali ni sehemu ya utambulisho wake wa milele. Lakini je, ni kwa kina gani tunafikiria kuhusu mpangilio wa haya majina? Leo tunazungumza kuhusu umuhimu wa kupanga majina ya watoto kwa hekima, kwa heshima na kwa maono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 karibu twende tukaangalie mpangilio wa majina karibuni, na tuanze hoja namba moja. Tunaona kwamba jina ni utambulisho wa maisha yote. Jina ni zawadi ya kwanza kabisa mtoto upewa, hilo ndilo litamtambulisha kazini, shuleni, hata katika maisha ya kiroho. Mpangilio mzuri wa majina humsaidia mtoto kuwa na utambulisho unaoeleweka. Epuka majina ya mzaha au yaliyo na maana ya utata katika jamii yako au nyingine. Fanya utafiti wa maana za majina kabla ya kuchagua. Hoja namba mbili: majina yawe na mizizi ya familia na utamaduni. Kupitia jina, mtoto huunganishwa na historia ya familia na jamii yake. Weka jina la ukoo, babu au bibi ikiwa lina heshima, kama njia ya kuenzi ukoo. Tambua mila na desturi za kabila au jamii yako. Majina yanaweza kuwa daraja la mawasiliano na urithi. Zungumza na wazee wa familia kuhusu historia ya majina. Hoja namba tatu, epuka mpangilio unaoweza kuletea mtoto mateso au kebehi. Watoto huweza kuonewa au kuchekwa kutokana na majina yao, hasa shuleni. Majina ya ajabu au yenye sauti ya kigeni sana yasiyoeleweka huweza kuwa mzigo kwa mtoto. Kumbuka, mtoto ataishi na hilo jina maisha yake yote. Weka jina lako ulilopanga kwa mtoto kwenye sentensi ya kawaida. Sikiliza jinsi linavyosikika kwa mtu mwingine. Hoja namba nne, mpangilio wa majina usiwe mzigo wa kisheria au kiutawala. Majina marefu mno au yaliyo na herufi zisizo za kawaida huweza kuleta changamoto kwenye vieti hati na mitandao ya usajili. Fikiria matumizi ya majina hayo katika vieti vya shule, pasipoti, nida na kadhalika. Mpangilio sio wa majina saba yasiyoeleweka. Fupisha na kuhuisha, chagua majina mawili au matatu tu yenye maana nzito, lakini yasiwe ya kupindukia. Hoja namba tano ni majina yenye maono na baraka kwa mtoto. Jina linaweza kuwa unabii wa maisha ya mtoto. Weka jina lenye maana ya ushindi, heshima, ujasiri au maadili unayotamani mtoto akuwe nayo. Watoto wengine hupokea maono ya maisha yao kupitia jina lao. Fikiria unavyotaka mtoto awe, tafuta jina linalobeba taswira hiyo. Hoja namba sita: majina yatamkike kwa urahisi na yaendane na karne yetu. Mtoto wako ataishi na watu wa dunia nzima, jina lake lisimfungie milango. Fikiria uhalisia wa dunia ya sasa, majina yanaweza kutamkwa kimataifa. Hayo majina yanayoweza kutamkwa kimataifa ni rahisi kumpa mtoto nafasi. Epuka mchanganyiko usiotamkika au unaomchanganya mtoto. Taja jina hilo mbele ya watu watatu wa makabila tofauti, yani ya taifa tofauti tofauti na uangalie, je, wanalitamkaje? Katika jina kuna uzito wa maisha, kuna heshima kwa mtoto, kuna urithi kwa jamii, na kuna matumaini ya kesho. Tuache kutoa majina kwa mzaha, kwa mkumbo au kwa mtindo wa kisasa tu, tuzingatie uzito wa jina kama tunavyofikiria kuhusu maisha ya mtoto wetu. Moyo wa Malezi unaamini kuwa kila mtoto anastahili jina linalomlea, si tu linalomwita. Je, jina lako lina maana gani? Andika kwenye comments. Kama unapenda content kama hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa mzazi mwingine.